Maendeleo ya kweli huanzia kwenye fikra, hujengwa kwa mshikamano na hudumishwa kwa vitendo. Kwa kauli hii, Rais wa Jamhuri ya Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye ameendelea kuhamasisha wananchi wote kushiriki kikamilifu katika safari ya maendeleo, yakisisitiza dira mwaka 2040 2060, Burundi mpya iliyoendelea, safi na yenye miundombinu bora. Ni katika muktadha huo ndipo taasisi za dini zikiwemo misikiti zinapoendelea kuonesha kuwa Uislamu si ibada misikitini pekee, bali ni mfumo kamili wa maisha unaojenga jamii. Hivi karibuni msikiti huu uliofunguliwa kwa baraka za Allah umeanza kuandika historia mpya ya maendeleo ya kijamii. Baada ya uongozi wa msikiti kubaini changamoto kubwa ya barabara mbovu na yenye tope, hasa wakati wa mvua, ilionekana wazi kuwa hali hiyo ilikuwa ikiwa kera waumini wanaokuja kuswali wananchi wanaohusika hata waislamu wanaotumia njia hiyo iri barabara rero nkuko mubibona muri ya ntumbero w'umukuru w'igihugu cacu c'uburundi yo gushikana igihugu muri mirongo ibiri na mirongo ine igihugu cifashe n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu igihugu giteye imbere ni muri iyo ntumbero nyene ikigo alhikma cafashe iya mbere mu kubaka ibarabara nko mubibona iri barabara ni barabara ryari risanzwe rifise ikibazo iyo imvura iguye ntijyahita neza abantu ntiboroherwa n'imiduga burya ntiyahora yoroherwa n'abantu baje mu kigo cacu gusenga canke gukora ibikorwa vyabo ntibahora boroherwa ariko ubu rero bagiye koroherwa bivanye n'ibikorwa byo guteza imbere igihugu cacu c'uburundi biriko birakorwa n'ikigo alhikma ibarabara rigiye kubakwa neza rigiye gushirwamwo amapave ya kijambere

dushikire yahangiro umukuru wacu y'igihugu cy'u Burundi yatwereka mu bikorwa vya misi yose. Kutokana na changamoto hiyo mkurugenzi wa msikiti na da'i Sheikh Ismail Shabani Gogos gushirikiana na uongozi wa msikiti walichukua uamuzi wa, wa busara na wa kishujaa kuanzisha mradi wa ujenzi wa barabara kuanzia barabara kuu hadi kufika msikitini. Mradi huu una malengo mawili makuu sadaqatul jariya inayomletea mja thawabu zinazoendelea, maslahi ya jamii kwa waislamu na wasiokuwa waislamu bila ubaguzi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kumwondolea mtu kero njiani ni sadaka. Kwa mantiki hiyo, kujenga barabara, kuondoa tope na usumbufu si jambo dogo, bali ni ibada yenye athari pana kwa jamii nzima. Dini inayochangia maendeleo Msikiti unaohudumia jamii, uongozi unaotafsiri kauli kuwa vitendo. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa bihi nasta'in, amma ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kustaka rehma na amani zimeendea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ambaye alikaizungumza akisema khairu nasi anfa'uhum linnas, watu bora ni wale ambao wanakaa wanufaisha binadamu wenzao, biidhnillahi jalla wa ala. kupitia hadithi hii tumeuanzisha mradi wa kuitengeneza barabara katika mji wa Jabe biidhnillahi jalla wa ala kwa min ajili ya kuwanufaisha watu wapate sehemu nzuri ya kupitia, kwa min ajli ya kuboresha mazingira ya nchi ya mji biidhnillahi jalla wa ala. Na kupitia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama anatueleza kuhusikana mambo ambayo ni sadakatin jariya, sadaka ambayo ni kudumu biidhnillahi jalla wa ala. Uislamu unatuita na unatuhimiza kuyafanya matendo ambayo yako ma manufaa manu, manu, ndani yake ya kusikana watu ya kusikana jamii ya kusikana mazingira biidhni llahi jalla waala. Na hii ndiyo vision ambayo rais wetu mpendwa Ndayishimiye Evariste anawaita watu wote katika vision ya 2040 2060 biidhni llahi jalla waala ili tuweze kufikia katika maendeleo. Nchi yetu ni nchi ya maendeleo, nchi ambayo ilikayopiga hatua katika kheri, katika maendeleo na katika mambo ambayo yatakayonufaisha watu biidhnillahi jalla waala, na waita watu wote ambao wana uwezo, watu wote kila umoja katika sehemu yake biidhni llahi jalla waala. Ukiwa na cha, kitu ambacho unaweza ukakadimisha katika umma, unaweza ukadimisha katika jamii yako, unaweza ukadimisha katika nchi yako, kwa kuboresha biidhnillahi jalla waala Fanya hivyo ya kwamba biidhnillahi jalla waala, haya matendo mazuri ndiyo ambayo yatakayobaki baada ya kufa kwako biidhnillahi jalla waala. Kuwa mwenye kuacha athari nzuri biidhnillahi katika umma huyo au katika, katika dunia hii biidhnillahi jalla waala, ili jina lako libaki linatajwa ubaki unaombewa dua hata baada kufa kwako biidhnillahi jalla wa ala. Wa wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. Ni malize kwa kusema, hili ni somo kwa jamii nzima, kuwa maendeleo hayapingani na dini, bali dini sahihi huzaa maendeleo ya kweli. Tunawaalika Waislamu na wananchi wote kuunga mkono juhudi hizi kwa dua, sadaka, ushiriki wa kijamii. Allah akubali, aubariki mradi huu na ufanye kuwa njia ya kheri duniani na akhera.